Bwana Yesu asifiwe sana, wapendwa. Haleluya, haleluya. Siku ya leo tunashukuru Mungu sana. Mungu ametupatia nafasi na kwa hivyo unaniona hapa. Nashukuru Mungu kwa nafasi nyingine tena siku ya leo. Wapendwa, nipate kuambia ya kwamba Whatever you are doing on social media will determine where you will spend your eternity. Kuna watu wako pa social media kuendeleza dhambi. You, you, you are on social media to advance the, the agenda of the devil You will go to hell. You better change today. Kuna watu wako social media kuchezea watu uchi watembee uchi, alafu wao uko hapo, ati sisi tukikuhubiria hutaki kusikia, unataka watu wenye wanakutumbuiza, watu wanakuchezea wakiwa uchi, au ndio watu wanafurahia kuwaona? Mpendwa, siku ya leo usipobadilika, sisi, sisi tunakuletea neno yenye itakusaidia, lakini wewe hutaki kusikia, unataka watu wenye, wenye wanakutumbuiza, unataka watu wenye wanakuchekesha, unataka watu wenye wanakoongea tu vitu zenye zinakufurahisha, vitu zenye zinafurahisha mwili yako. Mpendwa, usipobadilika, wacha nikuambie, jehanamu ni kubwa sana na jehanamu inaweza kuakomodeti kila mtu. Sasa wewe ukikataa kubadilika, jehanamu inakungoja. Wacha kumpendeza shetani, wakati sisi tunakuletea neno lenye itakusaidia. Chukua hili neno utengeneze maisha yako, uokoke uache dhambi. Badala wewe usikie hili neno tunakuhubiria hapa social media, utaki kusikia, unataka kusikia watu wenye wanakutumbuiza, watu wenye wanakuchezea wakiwa uchi, unataka tu usikie tu mijadala yenye hayoezi kukusaidia hizi kukufikisha binguni. Mwendo wa siku ya leo ni kuambia ya kwamba wacha dhambi. Wacha dhambi, wacha kufurahisha shetani. Kuna watu wako social media tu wanatafuta pesa na wanatafuta pesa kwa njia ya uhalifu. Kazi yao ni kuibia watu kule, kufo, kuanza kusema vitu zenye si za ukweli kudanganya watu wapate pesa waponde raha. Yesu Kristo anarudi kuhukumu dhambi. Yesu Kristo anakuja kuhukumu dhambi. Yesu Kristo arudi kukufa msalabani tena, anakuja kuhukumu watenda dhambi wote ambao wamefanya mioyo yao kukuwa migumu wale ambao wamekataa kubadilika. Leo hii nimekuwa hapa nikuhubiri Injili na ile verse moja ambayo nimesoma, nimesoma kitabu cha Hebrews. Hebrews ni kitabu cha Wahebrania. Ukisoma Hebrews chapter 9 verse 27 to 28, the word of the Lord tells us just as people are destined to die once and after that to face judgment so christ was sacrifice, sacrificed once to take away the sins of many and he will appear a second time not to bear sin but to bring salvation to those who are waiting for him if you are not waiting for the messiah you will go to hell And you cannot say that you are waiting for the Messiah, Jesus Christ, to come and redeem you when you have decided to partner with the devil. You are in partnership with the devil. Your work is to carry out the agenda of the devil. That is why you are even here on social media to advance the work of the devil. You are there to cheat people, to deceive people so that you may

Hallelujah, praise the Lord wapendwa wata kutumikia shetani stop serving the devil stop entertaining the devil the devil will take you to hell if you joke with him he will take you to hell and hell is not a joke what, what, what Whatever you are doing on a daily basis, how you live your life here, will determine where you are going, you are going to spend your eternity. And remember that we only die once and then we face the judgment of God. And you cannot change your destiny after death. And therefore it will be prudent for each and every person, wherever you are this day, to change how you live on this earth to welcome Jesus Christ in your life, to receive the salvation of the grace of our Lord Jesus Christ. That is the only thing that will help you in this life. Even if you are so wealthy, you are rich, you have a lot of money. If you will choose to serve the devil, to entertain him, to carry on with his agenda, you will go to hell.

Even after they have heard the gospel being preached, they don't want to change. They don't want to follow Jesus Christ. They think that there is better life to live. There is better life here on this earth. They think that there is life to be enjoyed. They think that life is good here on this earth, that they can enjoy life in sin. You will not get away with it if you will continue enjoying life in sin and ignore God in your life.

Ka, you will not gain anything if you will enjoy short life here on this earth and then one day end up forever in a hell. And hell is not a good place. Wacha hiyo uongo wenye watu wanasema hapa ati, oo, mimi sasa, tukienda jehanamu nitakutana huko na marafiki wangu wenye walinitangulia, tuanze kuponda raha, tuanze kucheka cheka tukipiga mastori Hakuna mastori yenye watu wanapiga jehanamu. Huko ni kilio, huko ni kulia na kusaga meno. Hakuna, hakuna, hakuna kufurahia kitu yoyote huko. Uko ndani ya bahari ya moto, unalia na kuna dudu, una una wadudu wanakutesa huko, wanaingia katika akili yako, wanaingia katika kichwa yako, wanakuuma. Haleluya. Huko ni mateso, ni kilio, ni kusaga meno. Hakuna kukula ama kukunywa, hakuna mapumziko huko jehanamu. Hakuna kupumzika, ni mateso kila siku, ni mateso. Kwa hivyo tuchukue upendo wa Mungu Baba. Mungu Baba ameandaa binguni, na binguni inaweza kutu accommodate sisi wote ni vile tu wewe umekataa kuokoka, umekataa uokovu. Unaona maisha bado ni mzuri hapa duniani, unaona afadhali bado tu uponde raha, ukunywe uvute bangi, ukunywe uvute sigara, ukunywe pombe ulewe, ukule marijuana, ati sasa ndio unaona ndio maisha mzuri. Maisha ya kusambaratisha ndoa za watu, maisha ya kudunga bibi za wenyewe mimba, maisha ya kulala na mabwana za watu, hiyo ndio unaona ndio maisha mzuri. Shetani anakudanganya, amekupofisha, amekufanya ukue kipofu, unatenda maovu alafu naona ndio raha, ndio maisha mzuri. Shetani anataka tu kukupeleka jehanamu, na usipomkataa na ila zake, siku moja utajuta sana jehanamu, lakini wakati wa neema na rehema za Mungu Baba itakuwa imeisha. Wapendwa wa dhamana siku ya leo, Mungu anatupenda sisi sote ju, kwa sababu aliruhusu mwana wake wa kipekee Yesu Kristo aende jehanamu, akufe kwa ajili yetu, tupate kuokolewa, tupate wokovu. Sisi si bora, hakuna kitu mzuri yenye tulitenda yenye tunaweza sema ilimsababisha Mungu atume mwanawake Yesu Kristo jeha atume mwanawake Yesu Kristo msalabani akufe kwa ajili yetu ni Mungu tu aliturehemu, alituhurumia akasema ataki tuende tuangamie, tuende jehanamu. Lakini wewe umeendeleza maisha yako katika dhambi kila siku Utaki kuokoka, utaki kuenda kanisani, unaona tu maisha ni mzuri, uko na pesa zako mingi, unaona afadhali sasa uponde raha, uko na pesa mingi sana. Sasa we kazi yako ni kudanganya watu, kuchukua mabibi za watu na kulala nao, kulala na watoto wa shule, watoto wadogo, ati tu kwa sababu kuna pesa mingi, unawavuta una karibu na pesa, unawaponda una na pesa zako. Wacha ni kuambie hizo vitu itakupeleka jehanamu. Wewe na pesa zako na kuendelea na kutenda maovu, kuendelea kutenda uovu, na kutenda dhambi kila siku tu kwa sababu tu kuna pesa mingi sana. Unataka watu wakupende wakufuate fuate. Utaangamia vibaya sana. Siku ya leo ni siku ya kukaribisha wokovu katika maisha yetu, ni siku ya kukataa Shetani, ni siku ya kumpatia wokovu wa dhamana wa Yesu Kristo, ni siku ya kumpenda Mungu Baba. Na kwa hakika wale wote ambao watachagua tu kumpenda huyu Mungu, kumfuata Yesu Kristo, wale ambao watakubali kukataa Shetani na mambo yake maovu wale ambao watakubali kumfuata Yesu, kutembea na Yesu, wataingia mbinguni, wataurithi ufalme wa Mungu Baba na wataishi maisha mazuri, wataisha maisha mzuri sana, kwa sababu mbinguni hakuna kilio, hakuna kukufa, hakuna kuteseka, hakuna njaa hakuna kulipa kodi binguni, hakuna kuenda shule na kuteseka na kusoma miaka mingi hati ndio upate kuishi maisha mazuri. Hiyo inaisha hapa duniani. Binguni ni kuishi vizuri, kukula vizuri, kukunywa vizuri, kumtukuza Mungu Baba na kusahau mateso yote ya dunia, mateso yote ya hii dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia jinsi hapa dunia imejaa na mateso na kilio, watu wanakufa, wanaomboleza, wapendo wao wameaga dunia, watu wana, wanalia kila siku, wamefukuzwa majumbani mwao, wamefukuzwa na wapendwa wao, wamefukuzwa kazini, wamefungiwa nyumba, wana pesa ya kulipa kodi. Na Mungu sasa ametupenda sana, akatuletea wokovu wake wa kipekee ili tupate kuokolewa tusiende kuteseka jehanamu. Bwana Yesu asifiwe! Wapendwa, Mungu apate kuwabariki siku ya leo. Siku ya leo ni siku ya kufanya uamuzi, siku ya leo ni siku ya kuamua wewe umfuate Yesu Kristo, kwa sababu Mungu Baba anatupenda na Mungu Baba upendo wake kwetu ni ya kwamba tupate kuingia mbinguni. Don't take the kindness of God for granted to continue sinning and doing evil and performing all kinds of wickedness. Leo <laughs> hii mimi nawaita nyinyi wote tupate kutubu tuokoke, kila siku tuishi tukimwogopa Mungu, kila siku tuishi tukimtukuza Mungu, kila siku tukue wanafunzi wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe wa sana, wapendwa. Haleluya, haleluya. Mimi nilitembea hapa nchini mwetu Kenya, nikatembea maeneo tofauti tofauti, lakini hata Mombasa niliishi huko. Huko ndio wanasema ati Mombasa raha. Hakuna kitu yenye niliona yenye inaweza sababisha mwanadamu aliyeumbwa na Mungu kumkataa Mungu alafu kuendeleza maisha yako katika anasi ya hii dunia, ati unaponda raha, raha ya muda mfupi sana yenye itakupeleka jehanamu. Wachana nayo, wachana na, na raha yenye itakupeleka jehanamu. Maisha ya dhambi ni maisha mbaya sana. Unakufa vibaya, unakufa kama wewe ni mtenda dhambi, kisha unaenda, unaenda kuangamia jehanamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikuona kitu yoyote hii dunia enye inaweza sababisha mtu kumkataa Mungu. Mungu amekubariki na maisha mzuri, bado unaweza kupumua hadi siku ya leo, alafu wewe unamkataa tu. Unaona, it is your right. You think that it is your right for you to be alive. You think that it is your right for you to own a vehicle, to own good homes. You think that it is your right for you to be alive. No, it is only by the grace of God and the love of God that he has accorded us with the things that we own in this life. And therefore what the Lord has blessed us with, kile ambacho Mungu ametubariki nacho isifanye tumkatae tumgeuzie mgongo yetu. Do not turn your back to God simply because of what God has blessed you with in this life. Hallelujah. Hizi vitu Mungu alitubariki nazo ili tupate kumwogopa, tupate tu kumpenda, tupate kutembea katika njia inayofaa. Bwana Yesu asifiwe sana, kwa sababu hizi vitu ni Mungu alitubariki nazo, lakini haziwezi kukufikisha mbinguni. Gari yako ama hata kama uko na ndege, hauwezi kuendesha ndege yako hadi uingie mbinguni. Hata kama uko na pesa mingi, ukikataa Mungu Baba ukatae hukumu sana, utaangamia vibaya sana, utaangamia vibaya sana jehanamu. Kwa hivyo jinsi ambavyo amba, tunavyoishi hapa duniani mtindo wa maisha yetu hapa duniani isitufanye tumkatae Mungu, hata kama hauna hata kama, hata kama wewe ni fukara, wewe ni maskini, wewe ni maskini hohihahe, hauna pesa Hauna nyumba mzuri hauna gari usimkatae Mungu kwa sababu wewe ni maskini. Afadhali hata ukue maskini lakini siku moja upate maisha mazuri mbinguni, upate kuingia katika ufalme wa Mungu Baba mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu awabariki sana wapendo wa dhamana, Mungu awabariki awatende leo. Hallelujah. The Lord bless you all beloved people. Bwana Yesu awabariki sana Bwana awabariki, awabariki, awabariki, awabariki. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, beloved people. The Lord bless you all. May the Lord keep you. the Lord watch over each and every person. I take this humble opportunity to invite you all, to welcome you all, to Jesus Christ.